Wanesi wasifiwe. Kwa majina naitwa Esther Jonathan. Nimefurahi kushiriki ibada ya leo, Shiloh Temple. Tunawakaribisha sana kanisa lililoko Ipagala kwa mchungaji Catherine Kiteneka. Tumeweza kushiriki ibada nzuri sana kwa kweli nimebarikiwa sana na nimepata kitu kikubwa sana ambacho kitaweza kunitoa hatua moja kwenda hatua nyingine kiimani. Nikukaribishe ewe kijana mwenzangu. Nimepata somo nzuri sana kuhusiana na faida za kumtumikia Mungu katika roho na kweli, Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yanaitwa Recho Albert Wema, ni mshirika wa hapa TAG Shiloh Temple, lakini pia tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ibada ya leo ambao tumemwona Mungu akituhudumia kwa namna ya tofauti, lakini pia tumejifunza kwa habari ya kwamba kumtumikia Mungu kuna faida ambao mstari wetu ulikuwa unatoka kwenye Maraki tatu mstari wa kumi na nane juu ya wale wanaomtumikia Mungu na wale ambao wamtumikii Mungu. Kwa wale wanaomtumikia Mungu tumejifunza kwa habari ya kwamba tunapomtumikia Mungu tunazidishwa, lakini pia tumejifunza kwenye ile Mathayo sura ya sita kuanzia mstari wa 23 mpaka wa 33. Lakini kitu kingine ambacho tumejifunza kwa habari ya kumtumikia Mungu, tumeona ya kwamba kuna kufanikiwa. Amen hayo ni machache kati ya mengi ambayo tumejifunza katika ibada ya leo. Barikiwe. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya ibada ya leo. Nimemwona Mungu kwa jinsi ya tofauti. Mahali hapa kuna Mungu halisi, kuna Mungu wa kweli. Nimemwona Mungu akitenda maajabu, nimemwona Mungu akifungua kinifungua. Kwa hiyo namshukuru Mungu, nimebarikiwa sana kwa ibada hii ya leo Bwana asifiwe. kwa majina naitwa Gwanta Panga, nina sali Shilo kwa mchungaji Kasaini Kiteneka. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwamba ibada ya leo Mungu ametuhudumia tena, ametuhudumia kwa viungo vya juu sana, na tumemwona Mungu akitupigania na kututetea, tumemwona kwenye sifa, tumemwona kwenye neno. Nina kila sababu ya kuwakaribisha wote wote wote, mkoa huu wa Dodoma, popote pale ulipo, karibu kwenye ibada siku ya Jumapili. Mungu yuko mahali hapa, anatuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina na ito Alex Felix ni mwalimu wa kwaya hapa katika kanisa la Shiloh Temple e, maeneo ya Ipagala. A, siku ya leo tunamshukuru Mungu sana. Mama yetu mchungaji mama Kiteneka amekuwa na somo zuri sana namna ya kumtumikia Mungu na faida zake, kwa hiyo tumemwona Mungu sana katika somo hilo tumebarikiwa mno. Aa, ndugu zangu wa Kristo na watu wote wa Dodoma tunawakaribisha sana katika kanisa letu la Shiloh Temple hapa maeneo ya Ipagala Dodoma, tunawakaribisheni sana ah, Mungu awabariki sana asante. Shalom, watu wa Mungu, majina yangu ni Kezia Kiteneka na nimefurahi kuhudhuria ibada ya leo iliyofanyika katika kanisa la TAG Shiloh Temple hapa Ipagala Dodoma na ibada ya leo ilikuwa ibada ya tofauti, ilikuwa ibada iliyojawa na nguvu za Mungu. Binafsi sijajutia kuhudhuria ibada ya leo, leo. Niwahimize watu ambao wamo majumbani na mnaangalia video hii ya kwamba kuhudhuria ibada siku ya Jumapili ni kitu muhimu sana. Mungu huwa kila siku ana jambo la kusema na sisi, kwa kuna faida ya kuhudhuria ibada. Usikose ibada ya Jumapili katika kanisa nalo sali, lakini pia kama uko Dodoma, karibu kwenye kanisa la Ipagala Dodoma hapa Shiloh Temple. Mungu yupo na anasema na sisi kila wakati. Mungu awabariki sana.